Uaskofu ni cheo ambacho kinatokana na nafasi ya uchungaji kupitia ngazi mbalimbali mbali, kwenye kanisa husika anapatikana askofu. Askofu ni nafasi inayotokana na kuwahudumia watu kwenye eneo fulani la kidayosisi. Kwa hiyo pamoja na kwamba mlikuwa na mazoea ya urafiki mwanzo kabla mchungaji huyo ajawa askofu au ajawa kwenye hiyo nafasi, mara tu anapokuwa kwenye nafasi ya uaskofu mipaka inabidi ipungue. Kwa mfano, kupiga simu kwa askofu inabidi kuwe na utaratibu wake. Kumuona askofu, ana wasaidizi wake, ili umfikie yeye lazima upite kwa wasaidizi, kwa sababu unaweza ukamwona huyo kiongozi kwa shida ambayo inawezekana ikatatuliwa na mchungaji wa parishi au mchungaji wa eneo husika. Kwa hiyo kwa askofu, kuna wakati mwingine, kutokana na itifaki, anakuwa na mipaka yake ya kumwona anakuwa na mipaka yake ya mazungumzo, anakuwa na mipaka yake ya kufanya mawasiliano. Sio muda wote baba askofu unaweza ukamfikia kwa namna yoyote ile. Kwa nafasi aliyonayo anakuwa na mipaka inayobebwa na nafasi aliyonayo. Kwa hiyo waumini wanabidi pia wajue mipaka ya kumfikia askofu na wajue nini wanatakiwa kufanya na nini hawatakiwi kufanya kwa sababu ya nafasi aliyonayo huyo askofu kwa hiyo ni, ma, ni rai yangu pia kwamba tutaendelea kuwakumbusha waumini pia wajue mipaka yao ni ipi, na wakifata huo utaratibu, nadhani kanisa lote litaishi kwa utaratibu na hatimaye yale malengo yaliyokusudiwa, kila mtu ataifurahia dhana kubwa inayoitwa itifaki kwenye maisha yetu ya kawaida. Suala hili limewagusa washiriki wa, wa semina hii ya leo, kwa sababu kwa michango niliyoenda kuipokea na mawazo mbalimbali niliyoyapokea mbali, nimeona ni eneo ambalo lilikuwa linakosewa sana. Shaibi ni baba askofu kwenye safari zake nyingi anazozifanya, wote anaowaalika kuwa nao safarini, yeye ndo anabaki kuwa kiongozi wa hiyo safari. Kwa hiyo popote pale anaposimama, aidha kupata chakula au kupata huduma nyingine yeyote, wale wote walioko kwenye msafara wake lazima wajue mwenye huo msafara ni baba askofu kwa hiyo maelekezo mengine yote yanayofanyika kwenye hiyo safari lazima ifanyike chini ya baba askofu. Lakini pia kwenye uvaaji, pia watumishi wana kodi zao za mavazi za kuvaa. Kwa hiyo tunagusia pia hili eneo la mavazi kwa sababu ndilo eneo lililobeba pia huduma zao. Mfano mchungaji ana mavazi yake ya kiutumishi ambayo anatakiwa yavae. Sisi waumini tunapomuona yuko kwenye mavazi yake anafanya matendo ambayo hayaendani na ule utumishi uliobeba yale mavazi, tunamshangaa. Kwa hiyo mkazo mkubwa pia tunagusia kwenye eneo la mavazi, kwa sababu ni eneo lililobeba huduma yao na taaluma zao pia. Kwa hiyo tukiwasaidia kwenye eneo la mavazi, tutakuwa tumegusa pia maeneo mengi ambayo yatalisaidia kanisa la sasa kuwa na mabadiliko na kuendana na itifaki, kwa sababu ujumla wa itifaki ni uwakilishi wa tabia njema kwenye mambo mbalimbali ambayo mwanadamu anatakiwa kuyafanya iwe ni kuongea, iwe ni kula, unakutana na nani, ufanye nini, lazima ujue pia mipaka yako kwenye eneo lako la kazi, lakini pia kwenye eneo mbalimbali ya maisha.